Kichinjio cha serikali ya kaunti ya Kilifi katikati ya mji wa Malindi karibu na uwanja wa Alaskan kimetiwa dosari na mtaro huu wa kupitishia maji taka yanayotokana na shughuli za kichinjio hiki kinachopakana na karakana za mafundi wa Jua Kali. Kichinjio cha Malindi ambacho sasa zaidi ya ng'ombe ishirini huchinjwa hapa kila siku. Na kwanza, unafanya unakagua kabla hiiyachinjwa waangalia nini condition, nutrition condition of the animal, vile nini kala, unaenda system to system breathing system. Kama iko na hitilafu unaweka kwa nini isolation pen, na wale wako, wako sawa kwa kuchinjia hiyo siku nawaweka kwa holding pen ndio. uh, umuhimu wa ante mortem inspection kuhakikisha akupeti ng'ombe mgonjwa ataindavia na the whole process that contaminate the killing floor. kilijengwa zamani sana, wakati huku kulipokuwa msitu. Kile kichinjio kimekuwa kweli na kero, kwa sababu kile kichinjio kilijengwa kitambo ni karibu zaidi ya miaka 30 tangu kijengwe, na wakati ule kilikuwa kimejengwa mahali pale, kulikuwa hakuna watu. Ilikuwa ni miembe mieme tu na minazi. Ile town ilikuwa haijakuwa kiasi kafikia ile kichinjio. So ni, kishin, ni, town human settlement ambayo imekuwa mpaka ikafikia mahali kichinjio iko. Sasa hii sasa kichinjio kimezungukwa na human settlement, watu wamekizunguka na sasa kimezungukwa na mji na baadhi ya wenyeji wanataka kihamishwe. Naona ni vema vile mji umepanuka, kichinjio kihamishwe kikae nje ya tauni kidogo, kwa sababu kwa ajili ya mazingira haifai kiwemo. Kwanza sisi tuko na workshop hapa karibu, hata nafikiri hamjaingia ndani, lakini kuna mahali kuna sewage ambapo maji yote yanatema hapo, na wakianza kuchokora, ni kama kila mahali inakuwa ni haru, ni harufu. Kwa ufupi, ni wagurishe, wapeleke nje ya tauni. Kichinjio kawaida huwa kuna harufu inatoka kwa kichinjio lakini huwa inakuwa, uh, maintained isizidi kulingana na zile mikakati zimewekwa. Mojawapo ni drainage, drainage facilities ama ile waste management systems. Lakini mbona kichinjio hiki kiko chini ya usimamizi wa watu binafsi? Hii kichinjio cha Malindi ambapo kinaitwa Malindi slaughterhouse, ni kichinjio cha serikali County Government of Kilifi, lakini kimekodeshewa mtu binafsi, an investor. So yeye ndo anarun hiyo kichinjio, kila mwezi analipa lease rent kwa serikali. So ni revenue stream mojawapo ya serikali, analipa 150,000 per month. Yes. Je, yeah, ni nani anayewajibika na masuala ya mazingira bora ya eneo hili kati ya serikali na hao watu binafsi? Kuna jukumu mara mbili hapo. Kuna ile jukumu ya serikali kuweka ile system ikiwa iko in place, ile infrastructure. Yes, infrastructure ya ile waste management system hiyo ni jukumu la serikali, lakini on day to day to cleanliness na kuhakikisha hakuna clogging, hazizibiki E, e, ile waste system inafanya kazi vizuri on day to day basis na ile minor maintenance and repairs ni jukumu la mwenye kukodesha kichinjio. Haya yanagusa wizara nyingi sana, kuanzia afya, mazingira hadi utamaduni na huduma za jamii na ustawi wa miradi ya mifugo, wakati zimezungukwa na, na human settlement, ile area ama ile nafasi ya kuweka zile system zifanye kazi vizuri kwa kiwango kile kinatakikana, kidogo inakuwa interfered with. So kuna fikira ama tunafikiria kuhamisha, na kuhamisha kwa, kwa kichinjio si ati tuna tunakibeba tukipeleke mahali fulani, ni kama tutafute mahali kingine tujenge kichinjio kingine pale tu, kile kitolewe pale, kama serikali ya Kaunti wata wataweza kutafuta pahali ingine wani wangekiondoa manake, saa zingine anatapisha hapa hii mavi ya ng'ombe nanuka kila pahala hapa, hata hakuna raha. Je, wako wapi watakao muokoa huyu fundi wa jua kali, ambaye licha ya kuchomwa na jua hapakaliki hapa kazini kwake? Tangu tuingia hapa sasa, huu tumepata mwaka wanne sasa, kusumbuka ni hivyo hivyo. Tumejaza kifusi zi wenyewe, lakini venye maji wanazidi kupampu huku upande wa jua kali, bado maji inapanda inapanda inapita kila kifusi tumeweka na hata saa hizi ukiangalia hapo nyuma ya jengo hilo liko hapo, utapata kuna maji yasimama hata sasa hivi tunazungumza. Na wengi wanavumilia masaibu huku wakilazimika kufunga vibanda vyao vya kuuza chakula, na kwa kweli hata biashara kichinjioni imeshuka. Wakati kama huu, yani biashara iko chini sana, kwa sababu yani, yani mvua wakuwa namona sasa, yani tunapitia changamoto mingi sana katika biashara yani kwa siku tunazopata kama ng'ombe thelathini ama ishirini hivyo yani, ile maximum yani. sisi tunachinja hapa halal tunachinja ng'ombe, mbuzi na kondoo, basi hakuna kitu kingine kinachinjwa hapa. Ngamia, ngamia ni mara mara tu yani ya emergency. huku tukitafakari ni kosa la nani, kila mmoja anavutia upande wake. Mimi bana, nasema kichinjio endelee, manake inaleta mafanikio mengi, kwa kina mama huuza nyama, upata faida sai kifungwa. Ikifungwa kina mama atapata wapi riski bana? Kichinjio kiendelee kwa sababu bila kichinjio hatungepata hii supu ya hii mifupa, na sisi pia tunafanya kazi hapo, tunategemea hiyo kichinjio, bila hivyo hatuwezi kuishi. Kile kichinjio mimi sikioni kiko na shida, kwa sababu watu wengi sana wametegemea pale, hata kama sisi ta tumetegemea pale. Ni kama wamepeana kwa mtu binafsi ndio anasimamia na ni baadhi ya wale ambao wanamiliki hii mifugo wao, maana uweze kupawa kitu ambacho usimamie na wewe mwenyewe uhusiki hu na hiyo kazi. So kuna mtu ambaye anahusika na hiyo mambo ya kuchinja hapo, ndio amewekeza hapo, anasimamia. Yani inasimamiwa na mtu binafsi, hao wanakufanya kuja kuchukua tu renti hapo, waondoke, waangalie usafi, lakini usafi hawaangalii vizuri. Maana hata sahi mkikakaa kifika saa kumi ama, ama kumi na moja, mtasikia hiyo harufu akianza kutapisha hapo Tunachukua mali pale, tunauza. Wengine wanaleta ng'ombe zao wanauza, wanalipa watoto wa shule. Si unaona sasa, kikiondoshwa pale tufanyaje ama watafanyaje ambao wanauza mifugo yao pale? Basi kama ambavyo ng'ombe huchinjwa hapa kwenye kichinjio hiki, baada ya kuchinjwa ngozi huchunwa, alafu anaoshughulikia ngozi hiyo, kila mmoja anavutia upande wake. Basi hivyo hivyo wahusika katika sakata hii ya kichinjio hiki, kila mmoja anavutia upande wake. Kuna wale ambao wanafaidika na wale ambao wameathiriwa. Nikiripotia Coco FM, mimi ni lolani Kalu Coco FM, ladha ya pwani.